Ya Bajaber amepona, lakini ndio kwanza ameanza mazoezi na wenzie na bado hajafikia kufanya ile e, mazoezi magumu, yani ile, ile, ile, ile tough and fitness mazoezi ile bado hajafikia. Anafanya mazoezi mepesi ya taratibu kwa ajili e, ya kurejea kwenye utimamu wa asilimia mia moja. Kwa mchezaji wa namna hiyo huwezi kusafiri naye wala huwezi kumpa nafasi ya kucheza kwa sababu e, kuna uwezekano akatonesha aka, aka, aka, aka, aka, jeraha lake. Kwa hiyo e, tumeamua kumwacha aendelee kufanya mazoezi binafsi, timu itakaporejea atajiunga na wenzini. E, Musa Kamara alikuwa kwenye timu ya taifa nyingine. Uh, lakini ripoti tulipata kutoka huko ni kwamba bado anajisikia maumivu ya hapa na pale kwenye goti ambalo aliumia kwenye mechi yetu ya mwisho dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo atarejea Tanzania tutamwangalia, eh, tuone wapi kuna kuna, kuna, kuna kuna changamoto ya aina yeyote na baada ya hapo majibu yatatolewa. Ndio maana umeona tuko na Abel Hussein pamoja na Tanzania 1 Yakub Suleiman. Bila shaka mmefanya kikao na wachezaji kuzungumza umuhimu na uhitaji wa mchezo huu, tueleze kwa namna ambavyo mikakati ilivyo kwa kila ambacho mmezungumza na wachezaji okkisha kwamba mnashika mchezo huu ambao utakuwa, wachezaji wa Simba wanafahamu umuhimu wa mchezo huu. Kama kuna mchezaji hajui kama Simba anatakiwa kwenda uh, hatua ya makundi basi itakuwa ni, ni, ni, ni changamoto kubwa na atakuwa hastahili kuwa Simba. Kwa hiyo wachezaji wenyewe tu wanafahamu ya kwamba tunatakiwa kuipeleka Simba makundi, kwa sababu eh, kwa wale wachezaji waliopo wanaofahamu huo ndio utamaduni wetu. Kapombe, huna haja ya kuanza kumkumbusha sana ya kwamba Simba anatakiwa kwenda makundi. Mzamiru, huna haja ya kuendelea kumkumbusha kila siku kwamba Simba anatakiwa kwenda makundi wao walikuwepo kwenye safari ya Simba kwenda makundi kwenye kipindi cha miaka nane iliyopita, lakini hata hawa wapya ambao wamekuja wamekuta hiyo historia wamekuta eh, mafanikio ya Simba akicheza makundi back to back. Kwa hiyo hata wao wanawajibika eh, kumit standard ya Simba Sports Club. Ndiyo tumekaa nao tumewakumbusha ya kwamba eh, Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu, lakini hata wao wanafahamu ya kwamba Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu kwa sababu hiyo ni standard yetu sisi wana wanasimba. Mewafuatilia kiasi gani wapinzani wenu, na pengine tunategemea kupata hamasa kule pengine ya mashabiki, kwa sababu tumeona baadhi ya timu ambazo zinacheza michuano hii zimesafiri na mashabiki wao? E, kwa kazi ya kufuatilia wapinzani wetu ni kazi ya benchi la ufundi, naamini mwalimu e, Pantev ameshafanya kazi yake hii ipasavyo ya kuwafuatilia hao wapinzani. Kwa hiyo hilo linabaki, linabaki kuwa kwake. Eh, support tunategemea kubwa kutoka kwa mashabiki wetu eh, mashabiki kutoka nchi eh, jirani na Eswatini eh, kutoka Afrika Kusini. Hapa tayari eh, mashabiki wanasubiri eh, tutue Johannesburg tuondoke nao kuelekea Eswatini lakini tuna mashabiki kutoka Botswana eh, kutoka Zambia najua eh, Eswatini ipo katikati, kwa hiyo imezungukwa na nchi nyingi ambazo zina wana simba wengi. Kwa hiyo wale wote watakuja eh, watakuja uwanjani kuja kuishangilia Simba yao. Na kwa wale ambao wanatoka Tanzania wanatoka Dar es Salaam, na wenyewe vile vile eh, wapo wanaoanza safari siku ya Ijumaa wanakuja kuungana na, na, na, na, na timu yao yote kwa yote tunategemea support kubwa na tunaamini tutakuwa ugenini, tutakuwa nyum, tutakuwa ugenini kama nyumbani kwa. Bila shaka umetembelea baadhi ya zile mechi ambayo umecheza indo za kirafiki, mechi ya mwisho mkafungwa goli nne. Umeona, umeonaje uh, kiasi gani umeona muunganiko wa timu chini ya meneja Pante? Timu yetu imebadilika sana na imekuwa bora sana, sana, sana, sana, sana kiasi cha kuleta matumaini mapya uh, kwanza sisi ushindi haikuwa shida zetu huko nyuma, tulikuwa tunashinda vizuri tu, hasa msimu huu tumeshinda kila mchezo ambao tumecheza. Kwa hiyo sisi ushindi haijawahi kuwa kipengele tulichokuwa tunakihitaji, na ndio sababu ya kumchukua meneja Pate ni kutengeneza soka safi, ni kuifanya Simba icheze mpira wa kutisha. Unajua, unaweza kumfunga mtu magoli matatu manne, lakini ukawa haujamtisha, haujamchosha haujamuogopesha Kwa hiyo tulimchukua meneja Pante aje atutengeneze Simba ya kutisha, Simba ya kasi, Simba yenye ubora, Simba ambayo ina uwezo wa kucheza mpira wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Na mabadiliko yote tutaanza kuyaona katika mchezo wetu wa tarehe kumi na tisa katika mchezo wa tarehe kumi na tisa kutokana na uchache wa muda usitegemee mabadiliko makubwa sana, lakini utaiona Simba imebadilika kwa kiasi fulani kutoka pale tulipoishia mechi ya mwisho kuja kwenye Simba hii mpya ya meneja Pante. Kutokana na mipango mikakati ambayo umeizungumza hapa, nini wategemea wana Simba ambao watakuwepo hapa kwa ajili ya kushuhudia live ya mchezo huo ambao, kwa kwa kuwa ni mechi mbili, hatuwezi kuahidi kila mechi na ahadi yake tunachoweza kuwaahidi wanasimba ya kwa kwamba Simba anakwenda hatua ya makundi kwa kujumlisha matokeo ya mechi zote mbili, ya nyumbani na ya ugenini. Kwa hiyo e, wanasimba wao watudai group stage, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu pametambulisha wa, wa, wa ya tumemtambulisha kocha mpya wa magoli kipa jina lake utalitaja wewe. <laughs> E, ni mwalimu mzuri mwenye uzoefu wa hali ya juu. Ni mwalimu ambaye e, atakuwa msaada mkubwa wa kunyanyua na kuongeza ubora wa magoli kipa wetu. Simba tuna magolikipa kipa wazuri sana best coach kwa ajili ya kuja kuwanoa hawa vijana wetu, kuja kuwaongezea ubora hasa kwenye modern goalkeeping style, kuja kuwaongezea maarifa makubwa, kuja kuwaongezea confidence, namna ya kusafiri, namna ya kuchukua mali, namna ya kuondoka, namna ya kuanzisha mashambulizi. Hayo yote ni mwalimu huyu mpya anakwenda kuwatengeneza vijana wetu na mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Musa Kamara, mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama e, Yakubu Suleman, mtaona improvement ya kiwango cha hali ya juu mno kwa Abel Hussein. kwa hiyo tusubiri e, huyu mwalimu ambaye tumemletwa magolikipa ni mwalimu mtaalamu mno kwenye nchi za Ulaya mashariki huku. Yes, ni, ni mwalimu ambaye ana kiwango ajum, ana kiwango cha hali ya juu, ana uzoefu sababu yeye mwenyewe ni golikipa Alafu ukimwangalia namna ambavyo alivyo, unaona kabisa ni mtu ambaye amekamilika. Bila shaka tumepata mtu sahihi sana ambaye atakwenda kuongeza viwango ubora pamoja na ujasiri wa magoli kipa wetu wengine watatu ambao Tanzania pia Simba tayari wana tarajie tukiingia group stage, je, vipi kwa timu nyingine ambazo zinabaki? Unaona, tukiingiza timu nne. Ah, unajui kuna timu nyingine, kuna timu nyingine zinashiriki eh, Singida anacheza shirikisho, Azam shirikisho, Yanga anacheza Klabu Bingu uh, na nyie pia Klabu Bingu. Ah, mimi najua mimi tu, okay, eh kwao ambao nimekutajia, ah sina taarifa. Tanzania kubwa hii kaka. Au hiiwezi mm, kujua mambo yanatokea mikoani huko, si <laughs> muda wote unashiriki kama kuna timu nyingine tatu, mm, nime, nime concentrate na Simba yangu. Okay. Mm. Si, yes, si Ka, si, kabisa hata kidogo, niliwahi kusikia KMK wana, anashiriki na e. E, hiy <laughs> anacheza na Azam kwenye ndio mpinzani wake, safi safi, tuko tuko sawa sawa, singine hujasikia kabisa, kwa mara yake ya kwanza na, na, anafika hatua ya pili Singida ya Dr. Meguru Nchemba aliniambia juzi, hey, ah, nilipokutana tuliona mkoa wote. e, tuliona naye Singida hmm. sasa siku siku, siku, siku, pay attention sana kama anashiriki michuano kimkoa hujui kabisa, eh, kwa sababu e, yule hata sekafa anauana ana, anaitaga kimataifa kwa sasa, nikawa sijaelewa. Okay, sasa nikawa sijaelewa, anashiriki mashindano gani na wenyewe? Sasa tupata nchi za mcheke mchekeaaa Imagine. Simba ninapitia magumu sana sababu <laughs> ya ukubwa wetu e, sisi kila mechi fainali nje yetu ngumu, lakini the hard way is only way. Ukiangalia e, mechi yetu ya kwanza tu ya hatua awal ya awali ile tukakutana na jiwe kwelikweli la Gaborone United. Lakini tukavuka leo nakwenda kucheza na Nsingizini enyewe na, na, ni mechi ngumu, mechi ngumu wale, wale swatini e, sio timu ya kawaida kawaida e, wana, wana, wana ubora wao fulani hivi ambao e, tumeufanyia tathmini, tumeona wale watu wanatisha kweli kweli, lakini tutavuka na yenyewe, tutavuka kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo na maandalizi tuliyoyafanya tunavuka bila vipengele vya aina yoyote. Hii ndio Simba Sports Club. Hmm. Ombea ta mema. Ada ni iombe du wa Tanzania. Hmm. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki, Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Yanga, yeah. Mungu ibariki Singida. Mungu ibariki Azam na Simba. Hiyo siwezi kushiriki. Hiyo siwezi kushiriki. Mimi nachotamani nacho tamani, nacho tamani. <laughs> <laughs> <laughs> Nde, nachotamani wote watolewe <laughs> tubaki peke haya <laughs> moyoni. <laughs> <yoga nisha. laughs> <laughs> haina amb mwenyewe chembe ya unafiki <laughs> na ninachomaanisha hicho. Jamani, asanteni sana